Pamoja na kutekeleza azimio la kutaka mabadiliko ya katiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, na kujiandaa kuzuia uchaguzi iwapo marekebisho wa hayatafanyika, kwa maana no reform, no election. Kwa kuzingatia muda uliobaki hadi uchaguzi mkuu, ni lazima maandalizi vile vile yafanyike sambamba ya kiuchaguzi. Hivyo, tunapenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha maeneo yafuatayo yaweze kuwekwa mkazo na ngazi zote za chama: uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura maelezo yamewekwa. Kwanza, kutafuta watiania wa nafasi zote, rais wa bunge, wawakilishi, madiwani na kuwaandaa mapema. Maandalizi ya ilani za uchaguzi, michakato yake kuanza mapema. Tatu, kuziba mapengo ya uongozi katika chama katika maeneo ambayo hayajafanya uchaguzi, kutafuta rasilimali za kampeni, kuimarisha mfumo wa hamasa ndani ya chama, kutengeneza mfumo wa kusimamia kampeni zetu. Saba, maandalizi ya kuhakikisha kwamba wagombea wetu wanateuliwa. Nane, fikra za mapema kuhusu maandalizi ya siku za kupiga kura. Tisa, fikra za mapema kuhusu maandalizi ya kuhakikisha wagombea wetu wanatangazwa washindi. Na kumi, CHADEMA ikiwa ni chama ambacho kinajiandaa kuchukua dola, fikra za mapema za kuanzia sasa za kujiandaa namna tutakavyounda serikali baada ya kuingia madarakani katika chaguzi zijazo. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, nihitimishe kwa kuwasilisha mapendekezo ya maazimio ya mkutano mkuu, na hapa naomba tuwe na ukimya ili tusikilizane kwa sababu haya ndio mapendekezo ya maazimio ya mkutano stronger, stronger. Moja, mkutano mkuu uridhie maazimio yote ya kamati kuu yaliyotolewa kwa umma tarehe 10 Disemba 2024, baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa vijiji na vitongoji Mwaka 2024 kuwa maazimio rasmi ya mkutano mkuu wa chama ili utekelezaji wake uhusishe chama kizima na ngazi zote. Azimio la pili. Mkutano mkuu unasikitishwa na hali ya ugumu wa maisha nchini na hasa kupanda kwa bei za vyakula, usafiri na kuzorota kwa uchumi wa wananchi, hivyo tunaitaka serikali ichukue hatua za haraka ili kuwapunguzia ugumu wa maisha wananchi. Tatu, baraza kuu linapendekeza kwa mkutano mkuu uazimie kuanzisha mchakato wa kukusanya maoni kwa ajili ya kuiboresha katiba kanuni na miongozo mbalimbali ya chama ili ifikapo mwaka 2026, miaka ishirini tangu kuandikwa kwa katiba mpya ya chama, mchakato wa marekebisho ya katiba ya chama uweze kufanyika. Nne, mkutano mkuu unaazimia kuwa dira ya taifa ya maendeleo, mchakato wake umekuwa sio jumuishi tangu kuundwa kwa tume, kamati mbalimbali mbali, na maandalizi yanayofanyika ya mchakato wa kuipitisha dira ya taifa kwenye bunge lililopo, kutokana na vyombo hivyo ikiwemo bunge kutaliwa na uwakilishi wa chama kimoja na hivyo kukosa mfumo wa kujenga mwafaka wa kitaifa, mkutano mkuu uazimie kuitaka serikali kusitisha kukamilisha mchakato wa dira ili mchakato jumuishi wenye kujenga mwafaka wa kitaifa uweze kutengenezwa. Tano. Mkutano mkuu unaazimia kwamba utengenezwe utaratibu wa kuwakumbuka wanachama na viongozi wote ambao waliuawa katika kipindi chote tangu chama kilipopata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi Januari mwaka 93. Sita. Mkutano mkuu unaazimia kufupisha muda wa uongozi wa ngazi ya taifa ili kuwezesha uchaguzi wa ngazi ya taifa kufanyika mwaka 2028. Kwa mamlaka yake kwa mujibu wa ibara ya 632d, lengo ni kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa ndani ya chama unafanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Kuna sentensi haipo kwenye kabrasha lakini